Ila hatujapata jibu kutoka kwa uh, mtoa mada, mwanamke ni nani? Yaani tunasubiri kwa hamu au amsubiri jibu, tasubiri sana. Eh, madam nasubiri, eh, ni kama yeye eh, maana umetuvuruga vuruga <galli> nimewavuruga ili mpate ku... ku... yani, mfikirie tumefikiri mpaka mwisho. Sasa tunaona tu utupe majibu pelekwa m... mna pelekwa mnapelekwa mheshimiwa, hapa hapadas ameongea vizuri kuhusu jinsi jinsia, si ndio? Kwa hiyo tume tuna nini tuna kama zi tunazidefine kutokana na vitu vinavyofanywa au wanavyovifanya, si ndio? lakini bado as, in a way as tuambi, mwanamke ni nani? Haya jamani, karibu uh, kwa workshop hii ya mwezi huu. Uh, tutakuwa na dada wa mwezi wa mwezi huu kwa sababu ya huu ni mwezi wa wanawake. I think tukikuwa na uwezo wote nyinyi mngekuwa dada wa mwezi si so, ndio jamani, eh? W wote nyinyi mngekuwa ni wadada wa mwezi yeah. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na dada mmoja wa mwezi kwenye mwezi wa wanawake, si ndio jamani? A, unasemaje? Umesemaje? Sema. Nimesema ni sahihi kutokusema leo tuna dada mmoja wa mwezi wakati huu ni mwezi wa wanawake, na moja kati ya mada ambayo imetuchangamsha sana hapa ya kutafuta, kufikiri, kutafakari mwanamke ni nani, na mpaka sasa tunajibu kwamba mwanamke ni nguzo na ni nguvu ya dunia. Ni nguzo ya dunia, ni nguvu ya dunia. Maana yake wewe dada pale nyumbani ulipo ni nguzo na ni nguvu. Kwa hiyo kila mtu ambaye amekuja hapa leo kama dada kama mwanamke tunakusherekea, tuna celebrate uwepo wako, kwamba wewe ni mtu wa thamani. Ndio maana mwezi huu tukaona tusimtangaze dada mmoja kwa maana yule ambaye amefanya majukumu yake vizuri, kutoka kwa, kutokana na kazi anayofanya, bali leo tuwape changamoto ya kujitambua, ya kujithamini kwamba wewe ni mtu wa pekee, ni mtu wa thamani ni nguzo ya dunia na nguzo ya familia pale unapofanya kazi. Ukiishi kwa mtazamo huo, basi kila mwezi hapa, hao wadada wa mwezi watakuwa ni wadada yani tofauti na ambao tumekuwa tukiwatangaza. Kwa hiyo kwenye ule mpango wa hela inakuwaje? Ndio leo tule pilao, tunywe soda, tucheze mziki <laughs> Haya ndo sherehe eh, mm. Dada wa mwezi anapataga, dada wa mwezi anapataga laki moja. Yeah, tungekuwa tuna tuna uwezo wa kutosha leo wadada yeah, wote wangeondoka na laki moja, moja, lakini bado uwezo huo kwenye okay, mradi wetu, mradi wetu bado haujafika <laughs> lakini itafikia hatua wadada wa mwezi watakuwa wanaondoka na magari, hakuna, hakuna cha ajabu ni kumwomba Mungu na kufanya kazi kwa bidii na tutakuja kuhadithia kwa kwamba tulianza na laki moja, tulikuwa tunawapa laki moja, lakini sasa hivi tunawapa magari. Upe ubongo wako changamoto ya kuwaza mambo makubwa. Kwani kuwaza mambo makubwa inakukosti shingapi? Kwani mi nilivyowaza dada ya mwezi akipewa gari, mi nimepungukiwa, nime nini? Uwaza mambo makubwa, usiogope, kwa sababu ndio mwanzo wa kwenda kuyatafuta hayo makubwa. Lakini ukiwa hata kuwaza makubwa unaogopa, hutakaa uende kokote. Kwa hiyo mi nawaza huko mbele tutakuja kutoa magari ya dada wa mwezi, na kuna siku ya mwanamke duniani, kila dada anaondoka hiyo, kama ni laki, kila mtu anachapwa laki yake, anaenda ku, kujipongeza. Huyo ndio superwoman. Siogopi kuwaza makubwa mimi e. E, na tunaanza madogo. Waza makubwa, anza kidogo. Kama nyie mlivyowaza makubwa, mnatafuta mitaji, lakini mmekuja kuanza kwenye kazi za ndani. Safi kabisa, huo ndio superwoman. Wadada oye! Wanawake oye! Mwezi wa wanawake oye! Mwanamke ni nani? Haya, mjibu. Mwanamke ni jeshi kubwa. Tutapata tu majibu mengi leo. Haya. Ni jeshi kubwa. Ni jeshi kubwa. Changamoto Jamani mimi nataka ni tukiwa na na mwakilishi wetu wa wizara hapa ni share uh, information nzuri sana za kujivunia hapa. Nafikiri wengi wengi wenu nyinyi hamko zaidi ya miaka mitatu na sisi hapa, si ndio? Wadada wengi sio muda mrefu. Lakini hii taasisi uh, ina, ina miaka zaidi ya kumi, si ndio? Watanisikiliza <laughs> Sindovizuri vizuri huku pila naenda. Mnafahamu kama tuko zaidi ya miaka kumi, yeah? Mnajua kwa hiyo mnafikiri tumehudumia wadada wangapi? Mnaweza kukisia namba katika miaka kumi? Tumewapa ajira wadada wangapi, average tu, wastani zaidi ya wangapi katika miaka kumi? miaka wale mia tano wengine wadada wangapi? Sio, sio eh? Katika miaka kumi nafikiri tumehudumia wadada wangapi eh? Kisieni tu eh? Sasa asilimia ya nini Namba namba, mnafikiri tumehudumia wadada wangapi kwa miaka hiyo kumi? Ehe, mia mbili. Ehe, mwengine mia tano, mwengine mia tatu sitini. Ehe, wengine namba yoyote tu jamani, elfu mbili na kitu. Katika miaka kumi tumehudumia wadada wangapi? Mama hizo kisia. Haya. Nyinyi wengine si mmepita juzi juzi tu hapa. eh? Eh. Kwa mwezi mnafikiri wanapita wadada wangapi hapa? Twende kwa mwezi elfu moja. Eh? Eh? Moja dada anasema kwa mwezi mia moja, wengine hamsini. Haya, eh? Unaita nani dada? Sofia ayunaita Sofia, actually hayuko mbali, hayuko mbali. Average wastani kila mwezi ni wadada mia wastani. Meelewa, eh? kila mwezi wadada, yeah. Sasa katika miaka kumi nafikiri, yeah. na ni wangapi hapo? Haya, wale ambao mlipata hesabu, nani wenye di ngapi? Mnaita di mbili eh? Tupeni wadada maja. Mia kwa mwezi katika miaka kumi ni wadada ngapi tumewapa ajira? Ehe, kwa ngapi Eh? Mm. Jamani hesabu, mishahara mtalipwa kwa nini? Mm. <tipa> Mm. <tipa> Eh? Mia average aya kwa mwaka watakuwa ngapi hapo? Eh? Mia moja kwa mwezi. Mwaka na miezi mingapi eh? Yamani, mimi na wasiwasi na mishahara yenu, nyinyi nyinyi mnalipwa we elfu eh? na mia mbili kwa mwaka ee eh? Yaani, wadada wote amejibu, ame nani brother pale, nyinyi mwezi wenu kweli. <laughs> nguzi ya dunia, nguzi ya dunia. haya 1200 ndio eh? kwa mwaka. Kwa hiyo kwa miaka 10, haya <mimu> katika kipindi cha miaka kumi tumehudumia wadada sio chini, au nisema ni zaidi ya elfu kumi na mbili au ni wadada ambao wamekuja kupata ajira na sisi, si mmeelewa hapo eh? hawa wadada wameenda kwa waajiri, si ndio? ambao waajiri kuna wa kike, kuna wakiume average ya wajiri ni elfu ishirini na nne. Tumewapa huduma hii waajiri elfu ishirini na nne average, lakini awa dada wengi wana watoto si ndio? Eh, e, wengi wana watoto. Average ya wadada ambao wana watoto ni wastani wadada wa wa, watoto wawili. Kwa hiyo ukiunganisha hapa awadada ah, ambao tunawapa ajira wameweza kuhudumia watoto wao ambao ni zaidi ya elfu ishirini na nne hawa watoto nazielewa hizo namba average wastani lakini mabosi wanaokuja kuchukua wadada kwetu wana watoto pia si ndio? eh average majili wengi mabosi wengi wana watoto average ni watatu kwa hiyo maana yake kuna ambao wana watoto wawili na kuna ambao wana mtoto mmoja kuna wengine wana watoto watatu wanne watano sita si ndio kwa hiyo average yao ni watoto watatu kwa hiyo tukienda na namba zetu zile average wastani tunahudumia watoto zaidi ya elfu thelathini na sita . Sasa mkiona tunazungumzia malezi na makuzi hapo, muone hao watoto ni wengi sana. Si ndio eh? Haya, watu huduma uh, ambazo nyinyi mnazitoa dada tangu mwanzoni kwenye nyumba, tumehudumia kwenye hizi nyumba sasa ambazo mnaenda, uh, watu zaidi ya elfu arobaini na nane katika hicho kipindi ambacho e, cha miaka kumi alafu wazazi, nikisema wazazi na maana nyinyi wenyewe wadada pamoja na watoto mna wazazi wenu average, kazi zenu zina impact au zinakuwa mchango kwa wazazi wenu ambao average ni kama wazazi elfu ishirini na nne lakini kwa ujumla, namba zote ukizichanganya ni zaidi ya laki moja na sabini. Kwa maana yake huu mradi ukichukua wadada watoto wao waajiri na watoto wao wazazi wao, kwa ujumla tunagusa maisha ya watu ya zaidi ya laki moja na sabini. Sikia kama mnanielewa mpaka hapo, zaidi ya laki moja na sabini, hiyo ni wewe, familia yako, mwajiri wako